Majina anaitwa Dezidel Ntumbu ni ofisa mwandamizi wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Kumekuwa na maadhimisho ya wiki ya madini hapa Geita, na sisi kama mamlaka tumepata nafasi ya kutoa elimu kwa jamii kuhusu eh, madhara ya dawa za kulevya kwa kupitia banda hili la, la, ambalo tumeshikana wenzetu watakuru na tumepata watu wengi wamejifunza kuhusu madhara dawa za kulevya, lakini pia watu wameona sample za dawa za kulevya ambazo wengi walikuwa hawajaziona kama skanka na bangi na heroini na dawa nyingine kama hizo um, kwa kiasi kikubwa watu wengi wa kanda ya Ziwa wamekuwa ni watumiaji sana wa dawa za kulevya hasa za mashambani, hasa bangi, na ni kwa sababu walikuwa hawana uelewa kuhusu madhara dawa za kulevya, na wengine walikuwa wana imani kwamba ukitumia dawa za kulevya kama bangi unakuwa una uwezo wa kufanya kazi, lakini bila kujua kwamba baadaye hizo dawa zinawaletea madhara. Kwa hiyo kwa kiasi kubwa watu wamepata elimu na wameahidi kwamba kubadilika lakini pia kushirikiana na mamlaka katika kufichua wanaowauzia dawa za kulevya, lakini pia na wazalishaji wa dawa za kulevya. Ah, labda nitoe tu, uh, wito na rai kwa wananchi ni kwamba matumizi na biashara dawa za kulevya kwa nchi yetu ni, ni, ni kosa la jinai. Watu wengi wanaishia jela sababu ya matumizi ya dawa za kulevya, watu wengine wanaishia jela sababu ya, ya, ya, ya, ya biashara ya dawa za kulevya. Tufanye biashara halali, tuache matumizi na biashara dawa za kulevya kwa sababu mwisho wa siku eh, sheria zetu zinakataza, lakini pia utajikuta mwisho wa siku huwezi eh, utapoteza nguvu kazi na watu wengi wanaishia jela. Niombe tu kwamba tuendelee kufanya biashara na biashara halali, tusiingize kwenye matumizi na biashara dawa za kulevya. Lakini pia kwa wale ambao wameathirika na dawa za kulevya eh, sio mwisho wa maisha eh, eh, uraibu wa dawa za kulevya ni ugonjwa ambao unatibika na kwa sisi kwa kanda ya Ziwa tuna kituo chetu cha methadone kiko, kiko Seketule pale Mwanza lakini kile kinamalizikia kujengwa hapa eh, Shinyanga na Kahama. Kwa hiyo watu walioathirika na dawa za kulevya tusiwatenge, tuwaelekeze wapate matibabu, watumie namba yetu ya bure moja moja tisa ili kupata elimu, lakini pia ile namba takuelekeza wapi naweza kupata matibabu kuhusu waathirika eh, ma, ma, wa dawa za kulevya. Mikoa yote ya kanda ya Ziwa ina matumizi ya dawa za kulevya ingawa kwa kiasi kikubwa eh, uzalishaji kwa kiasi kubwa ni, ni mkoa wa Mara. Mara wanazalisha dawa za kulevya, lakini tunaendelea kupambana nao na tunahakikisha kwamba e, ule mkoa unakuwa ni salama na watu wengi wanajihusisha kwenye, kwenye kilimo kingine. Kwa majina naitwa Mobahe Joji, ni mwananchi wa wilaya ya Geita. Kuna dhana ambayo ipo, watu wanapokuwa natumia madawa ya kulevya wanaamini kwamba kwa mfano kwa wakulima akitumia madawa ya kulevya anaamini kwamba atalima labda kwa nguvu, lakini mwisho wa siku yale madawa huwa yanaenda kuathiri katika ubongo, lakini katika pia kiafya na mwisho wa siku mtu anaweza akashindwa kufanya shughuli mbalimbali, na mwisho wa siku tunaweza tukapoteza nguvu kubwa kwenye jamii ambayo inaweza ikapambana kuweza kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, na hii inakuwa ni changamoto kwa vijana ambao wanatumia, kwamba waweze kufika kwa ajili ya kuweza kupata elimu lakini wa viongozi ambao wako katika banda hili waendelee kutoa elimu ili kuweza kuwasaidia, maana kuna kundi kubwa la vijana ambao lililopo, wakishapata kwamba nini athari yake ni nini, inaweza ikawasaidia watu hawa kuweza kuepukana na hiki na mwisho wa siku wataendelea kupata tiba polepole pole. Wanapopata tiba polepole, mwisho wa siku wataacha. Kama mtu alikuwa anatumia dawa kwa kiasi kikubwa mara tano, itakuwa mara nne, mara nne, mara tatu, mara tatu, mara mbili na mwisho siku, wa siku watakuta wamepunguza. Na bahati nzuri kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejikita vizuri katika kuweza kuhakikisha kuna kampeni mbalimbali mbali ambazo zinakuwepo kwa mateja na kwa watu wengine ambapo wanakuwa wanapewa dozi mbalimbali mbali, na mwisho wa siku wanakuwa wanaacha. Lakini pia tumejionea kuna, kuna msanii ambaye yupo mkubwa aliyekuwa akitumia Chidi Benz tumeona ameendelea kutumia ile dozi lakini mpaka mwisho wa siku leo kiafya ameweza kuimarika vizuri. Kwa hiyo ni mfano mzuri, na mwisho wa siku anaendelea kufanya kazi vizuri katika jamii yetu Ta. Mimi naitwa Eliabu Kamihanda ni afisa maendeleo kutoka kata ya Butobela, na elimu tuliyoipata hapa ni muhimu sana kwetu, kwa sababu kwanza imetuelezea namna mbalimbali ambavyo madawa haya ya kulevya yameweza kuwa yakitengenezwa na kwa katika mifumo mbalimbali ambayo inaweza kumfanya mtu kuh, kuh, yule mtu ambaye anajurisha madawa yake kufanikisha, kufanikisha biashara yake, kama alivyosema, kama natengezwa kwenye mfumo mbalimbali, biskuti, mafuta na vitu mbalimbali.